Kampuni ya Royal Media Services imeandaa msururu wa hafla maalum kuadhimisha miaka kumi ya utangazaji bora wa Inoro TV. Sherehe hizi zimepangwa kuwaleta pamoja watangazaji wa Inoro TV na mashabiki wao katika maeneo mbalimbali ya eneo la kati. Leo msafara wa watangazaji umetia uh, umetua Ruiru, Thika, Kenol na Muranga, mashabiki wa Inoro wakipata fursa ya kujinyakulia zawadi tele kwa kuendelea kutazama runinga Inoro TV. Tangu kuzinduliwa mwaka 2015, Inoro TV imesalia ya kileleni katika utangazaji wa lugha ya Kikuyu ikiwapa watazamaji wake habari, burudani na vipindi vya kuelimisha. Endelee kuungana nasi kutoka Inororushine uh, kimure uge wakuu Inoro miaraho matemo Hizo taarifa zote tunakuletea na njia iliyo safi, na pia kuna kipindi ambacho tunaita Ituge ama kule kwa Citizen TV wanaita mwanamke bomba, ambacho nawaletea na ni kusherehekea wale kinamama ambao wanafanya vitu tofauti tofauti za kujenga taifa.